Kokote unayenitazama wakati huu, katika si kipindi cha muda mrefu, viongozi na makada wa juu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, huko Tanzania wametangaza kukihama chama hicho kwa kile wanachosema kimepoteza mwelekeo. Hawa wanajulikana sana kwa kipindi hiki katika vyombo vya habari vya Tanzania hata mitandao ya kijamii kama G55. G55, moja kwa moja ni naye aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar uh, Salum Mwalim Salum, karibu katika kipindi hiki moja kwa moja. ah, asante sana ndugu Sudi Mnete, habari za siku nyingi, na habari za kazi. habari za siku nyingi nzuri, kazi tunaendelea, kama hizi tunazo, tusipoteze muda, unajua watu wanataka kusikia, nyinyi ndio watu ambao, uh, kwa Kiswahili wanasema mko gumzo la mjini. mlikuwa katika kamati tendaji yeah, e, mliridhia uh, nikianza na swali hili na moja kwa moja kwa sababu mmezungumza mengi kitu kinachoitwa no no reforms no election, kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi. Baada ya kubadilika uongozi eh, na nyinyi mmekuwa pembeni eh, sasa mnaonekana kupinga hicho ambacho nyinyi wenyewe mlikiridhia, sababu ni ipi kwa wakati huu? E, ni, ni, ni, ni, ni, ni kweli Sudi. E, inaweza ikaonekana hivyo ama kutafsirika hivyo lakini jambo moja ambalo liko liko wazi kwamba ni kweli jambo hilo lilianzishwa ama kubuniwa wakati na mimi pamoja na wenzangu ambao tumejiondoa wanachama wa wa Chadema tulikuwepo kwenye uongozi wakati huo. Na lazima tuelewe kitu kimoja kwamba unaweza ukatengeneza malengo eh, au ukatengeneza mkakati fulani halafu ukautengenezea kitu ambacho kitakuwa kinakusaidia kushajihisha au kutengeneza ari na morali na nguvu ya kutafuta uungwaji mkono pamoja na kufikia kwa lile lengo ambalo mnakuwa mmejiwekea. Ni kweli kwa muda mrefu chama chetu kimejiwekea eh, lengo la kuhakikisha kwamba linapigania na kudai mabadiliko katika mifumo ya kiuchaguzi eh, katika Tanzania na, na, na tulipoweka hiki kibwagizo cha no reforms, no elections, ukweli ni kwamba hatukuwahi kufikia hata mahala pamoja tukasema kwamba hatutoshiriki uchaguzi au tutakipeleka chama kisishiriki uchaguzi. Sasa ni bahati mbaya sana, mikakati mingine inakuwa ni ya ndani na inapangwa ikiwa ndani. Sasa unapopata watu alafu wakataka kujitengenezea umashuhuri kwa kuyatoa nje kwa namna ile ambayo wao wanayajua, eh, ndiyo shida yote hii hii imetokea. E, kwamba ndani mnakuwa mnajijua kabisa kwamba tunalipanga hili kwa malengo haya na tutatumia njia hizi. Sasa wanatokea wengine wanataka sasa waonekane wao ndo maarufu, wao ndo mashuhuri, wao ndo wanaojua kuyabeba mambo mambo makubwa. Sasa wa, wameyatoa nje katika picha na, waho, na tafsiri wanayoitaka wao, na hatimaye sasa wametufikisha hapa. Kwa tafsiri ya kawaida no reforms, no election maana yake eh, kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi yeah. Kumbe kulikuwa na tafsiri ya yeah, ndani mlikuwa na tafsiri nyingine yeah. zaidi ya hii ya kawaida. Bila, bila, bila shaka Sudi, bila shaka Sudi, hiyo iliwekwa kama mkakati wa ndani wa kusukuma vuguvugu la madai ya mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi. Sasa eh, wakati mwingine, unaweza usiseme jambo la kutisha. Unajua, kukutishana watu wazima inawezekana sio jambo zuri, lakini inaweza hmm. ikawa ni jambo la kutengeneza hamasa ya kusukuma jambo lenu mnalolitaka la mabadiliko ya kiuchaguzi, lakini hakuna mahala popote tukasema kwamba hii tafsiri ya mwisho ya no elections itatufikisha katika mahala ambapo chama hakitoshiriki uchaguzi, hiyo hakuna. Na ndio maana na ndio maana hata Sudi, ukiangalia baraza kuu lililomaliza e, lililofanyika tarehe ishirini mwezi wa kwanza mwaka huu 2025 na ukienda kwenye maazimio yote, hakuna azimio linalosema kwamba chama kisiende kwenye uchaguzi kama hakuna mabadiliko ya kiuchaguzi na hata ukenda kwenye mkutano mkuu wa tarehe ishirini na moja maazimio yake hakuna azimio lolote lilosema kwamba chama hakitokwenda kwenye uchaguzi kama hakutokuwa na mabadiliko ya kiuchaguzi, ya kiuchaguzi ya, ya, ya mifumo ya kiuchaguzi. Sasa nachosema ni bahati mbaya kwamba kuwa na viongozi wajuaji na kuwa viongozi wanaopenda kujitengenezea umashuhuri na kutaka pengine wengine waonekane ni dhaifu dhaifu, sasa wakalitoa nje katika sura na muktadha ambao wao wameutaka, na, na, na, na, na, na, na, na jambo moja ambalo ni zuri la kujiuliza kama jambo hili lilitengenezwa na sisi ambao tuna, tunalikosoa tulikuwemo ndani mnashindwaje kuwaita wenzenu waliolitengeneza, hebu njooni, hebu tupeni maana tulikuwa tunakusudia nini? Au njia tulizokuwa tunataka tutumie katika kufikia malengo yetu kupata ya kupata mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi ilikuwa ni ipi? Sasa ni bahati mbaya sana, ndio maana nasema ni bahati mbaya. Sasa wamekuja wamelibeba, na wametaka liwatengenezeo mashuhuri na bati mbaya inakuwa sasa kama jini alifunguliwa kwenye chupa, sasa wanataka kunrudisha. Tukaulifu tulikwenda kwa ajili ya tekana, hawa wanaotekeleza hili si waloliunda? Miongoni mwao hata list ambayo ni... kwa wakati wote imekuwa makamu mnyikiti wa Chadema, e, wal, walikuwa wepo. Mmesema La... uh, kabisa kwamba uh, nyinyi sio CCM uh, na hamjataja mwede, mwendako mpaka wakati huu. Mimi binafsi nasema hisia zangu, ilikuwa chama ambacho kinainukia wakati huu cha ACT Wazalendo, lakini nikangatwa sikio au habari ambazo zinazungumzwa huko kwamba hawa watu wanakwenda cha umma, Chama cha Ukombozi wa Umma, chama kidogo hiki, lakini ni matata hakikisha. Uh, wakati wapi mwendako? Manake mnatazamwa uh, watu wanafuatilia nyendo zenu. Hapana, ah, ah, nafikiri we, kila mtu ana ana ana, ana sababu ya kuweza kubashiri wapi tunakwenda. E, pengine kwa kuangalia aina za vyama tulivyo navyo na pengine jambo hili limekuwa rahisi zaidi pale tuliposema kwamba haiwezi kuwa Chama cha Mapinduzi. Sasa ukikiondoa Chama cha Mapinduzi, ukiondoa na na chama tulichokuwepo ambacho tumetoka, sasa vinabaki vyama kumi na saba ambavyo vyenye usajili kwa ni, ni, ni rahisi pengine kila mmoja kutaka kufikiri kwamba wapi tunakwenda na kila mmoja akafanya uchambuzi wake akataka kuainisha akataka kuonesha pia hata umahiri wake pengine wa ubashiri kwamba mwelekeo wa hawa watu wanaweza wakaenda wapi, lakini mwisho wa siku tunachoweza kusema ni kwamba e, tupo kwenye tafakari za mwishoni mwishoni, na tutakapokamilisha jambo hili haliwezi kuwa la siri, tutaueleza umma wa Tanzania na ulimwengu hasa ni chama kipi ambako tumedhani basi twende tukaendeleze, e, gurudumu hili la harakati za kimageuzi katika nchi yetu. Tanzania inaelekea katika uchaguzi mkuu, na watu wanasema au Waswahili, ngoja ngoja uumiza matumbo, wasubiri uelekeo wenu, lini watapata taarifa kama hii? E, nafikiri ni wakati wakati wowote tu, kwa sababu ni kweli hata na sisi e, pamoja na mambo mengine yote yaliyotokea e, au sababu zetu kama ambavyo tumeziainisha, kwa nini tumeondoka, ni kuona kabisa kwamba hatukipi nafasi kwa namna yoyote Chama cha Mapinduzi kupita bila kupingwa. Tumejitahidi kusubiri mpaka dakika ya mwisho, lakini sasa mpaka kuamua kuondoka ni kwamba nasi tunataka kuwahi michakato ya kiuchaguzi, si tuache kando, e, na tuweze kushiriki. Kwa hiyo e, pengine wakati wowote wa ule tunaweza tukautangazia umma kwamba ni hupi hasa mwelekeo wetu wa e, miaka ijayo ya kisiasa. Bila shaka hata huko mwendako mnataka kuwania uongozi, mnaamini katika mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania na pengine uratibu wa tume hii mnayoita huru ya uchaguzi hatuamini kwa asilimia mia moja. E, bado yapo matatizo, bado zipo kasoro za kimfumo. Kwa hiyo tunadhani kwamba hakuna sababu yoyote ya kususia uchaguzi e, kama ambavyo e, wenzetu tuliowachana nao wanafikiria kufanya hivyo. Kuna kuna hisia kwamba kwa, kwa vile mmezoea kuwa na vyeo e, na sasa mko katika wanachama wa kawaida mmeshindwa kuvumilia ndiyo maana mkaamua mjiweke pembezoni. <laughs> Hayana ukweli wowote tu eh, ili mradi watu watatafuta sababu nyingi za kutaka kutujengea hoja nje ya hoja ambazo tumezieleza eh, wazi juu ya msimamo wetu huu na maamuzi ambayo tumeyafikia. Kwa hiyo kila mmoja atasema lake ili mradi tu atie doa eh, safari yetu mpya ya kisiasa tuliyoichagua, eh, kusema kwamba tumekosa nafasi mathalani, mimi mwenyewe nilishaomba na kuaga tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwamba huu utakuwa ni mwaka wangu wa mwisho eh, kuwa kiongozi. Lakini na waliponiuliza sasa, okay, unataka kuacha uongozi vipi kuhusu chama, nikasema nitakuwepo, na niliwaambia nitatafuta nafasi nyingine za kisiasa kwenye uchaguzi mkuu. Sikuwa na lengo la kuondoka chama, lakini nilikuwa tayari nimesha nimeshatoa taarifa ya kwamba kwenye mambo ya kiuongozi basi nitakoma. Sasa leo unaponiambia kwamba ninaondoka ni kwa sababu nimekosa nimekosa uongozi, haileti mantiki yoyote na ndio maana mimi nilikuwa mpaka dakika ya mwisho mpaka tunafunga milango Mlimani site mimi nilikuwepo. Nimeshaondoka kwenye naibu katibu mkuu, mimi nilikaa na kumwindozi naibu katibu mkuu aliyenipokea kijiti, nikamtambulisha kwa watu nikamuombea wito wa watu kumpa ushirikiano, nikamwaahidi na mimi kumpa ushirikiano. Sasa huo wivu na hofu ya kwamba sasa niko nje ya madaraka unatoka wapi? Nadhani ni, ni namna ya kutaka kutia dosari eh, safari yetu mpya kisiasa ambayo tumeamua kuichagua kwa wakati huu tunavyozungumza, upinzani naweza kusema upo katika mtikisiko. Kiongozi wa upinzani wa chama ambacho wewe umeondoka Tundu Lissu yuko korokoroni na nyinyi mnaleta habari hizi, kwa nini msionekane mnavuruga mambo na hamjali swala hilo? Mwenzenu yuko gerezani anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini. E, kama kama kama ingekuwa ni hivyo basi nadhani e, ni swali zuri la kuwauliza wale ambao tuliowaacha kwa sababu kama mwenzetu uko gerezani, badala kutafuta umoja na utulivu, kutafuta mshikamano wa kupambana namna gani tunaweza kumsaidia mwenzetu, wao ndio waliokuwa wanafukuza watu usiku na mchana, tena wanafukuza watu kihuni kabisa. E, wao ndio ambao wanashindwa kuitisha vikao, tangu mwenyekiti amekamatwa, kamati kuu haijaitishwa. E, sasa unajiuliza e, hayo yote ambayo hajafanya, lakini sisi kuona kwamba jamani, mambo yamekuwa magumu, mnatufukuza, mnatuonea, mnatudhalilisha, mnatuumiza ndio inakuja hoja kwamba kwa nini msingesubiri basi mpaka mpaka mpaka mpaka kiongozi atoke? Sasa nyinyi mbona mlikuwa mtusubiri mpaka kiongozi atoke? Mnatufukuza, mnatudhalilisha, lakini kama hiyo haitoshi, kama mwenyekiti kukamatwa, basi shughuli zote zitulie zi na, na, na kuhakikisha kwamba mwenyekiti anatoka. Leo wamezindua ziara Chadema, wamezindua ziara leo kwenye kanda ya kanda kanda ya Ziwa, wapo huko maili elfu moja kutoka kutoka jiji kuu la Dar es Salaam, ambako eh, mwenyekiti wao yuko gerezani. Mbona wasingesema a a na huko mikoani hatuendi, tunabaki Dar es Salaam mpaka kieleweke. Kwa hiyo shughuli haziwezi ku, ku, ku, kusubiri, na hasa kuna mambo mengine yanasubiri, wakati hakuna anayejua lini yatatoka. Sisi dhamira yetu ni kutokiona Chama cha Mapinduzi kinapita bila kupingwa. Sasa tungeendelea e, kusubiri? Waswahili wanasema ngoja ngoja huumiza matumbo, pengine waka, wakati ungetuacha na pengine tungejikuta automatic tunakubaliana na wazo ambalo tunaamini halina mustakabali mwema e, katika demokrasia na vuguvugu la mageuzi katika nchi yetu la kutoshiriki kuto uchaguzi mkuu ikitokea, wakati huu wenzenu wakasema rejeeni mezani, tuzungumze, tuachane na mambo haya, tupambane na mpinzani wetu mkuu, mnasemaje? Nafikiri na, na, na, na tungeisubiri hiyo kauli kwa sababu tumeiomba sana. E, nataka nikuhakikishie e, Sudi Mnete, tumeiomba sana. mimi nimezungumza na katibu mkuu e, mimi nimezungumza na naibu katibu mkuu bara, mimi nimezungumza na naibu katibu mkuu Zanzibar nimezungumza na makamu mwenyekiti Zanzibar juu haya mambo juu ya huu mwenendo, lakini bahati mbaya sana kila ukiwaambia wanaku, wanakubeza wanakucheka, e, wata, wanakupa majina. Unawashauri asubuhi mchana, tayari wanakusema kwa watu kwamba ametuletea ushauri huu, anafikiri sisi ni wajinga, wanataka kutuumiza, wanataka kutuvuruga tusifanikiwe, wasaliti hawa, wanatumika hawa e, sasa kama ni juhudi, tumeshazifanya juhudi kubwa za kuhakikisha kwamba e, tuna tuna tuna tunafika mahala ambako hebu tunaponya haya matatizo, na hatujaanzia hapo e, mwenyekiti aliyemaliza muda wake Freeman Mbowe wakati anaondoka, aliwaambia na, e, na wakabidhi kijiti, lakini jambo la kwanza na la muhimu ambalo mnapaswa kufanya ni kuponya majeraha ya kiuchaguzi pamoja na mambo mengine. Sasa wao badala ya kuyaponya yale ma ma ma majeraha ya kiuchaguzi wakaongeza kiburi, wakaongeza chuki, wakaongeza nguvu, wakaongeza visasi eh, kwa kutumia mamlaka walionayo sasa kutaka kuumiza kuumiza wengine na kukipeleka chama kwenye mwelekeo ambao tunadhani sio sahihi. Kwa hiyo kama itatokea hivyo e, Sudi labda tusubiri, lakini naona ni ngumu leo. Ameanza ziara e, Hecha makamu mwenyekiti wa Chadema leo anatugonga e, kwamba eti sisi tumekosa vyeo, tumekosa madaraka ndio maana tumeondoka. Ah ah, eti sisi hatujawahi kuchaguliwa mahala popote. Sasa unaona tu ni, ni watu ambao kiburi ni watu ambao wameweza ku, ku, ku, kusema uongo. Wana ujasiri mkubwa wa kusema uongo hadharani kwa kutaka kujitengenezea himaya ya upendo na uaminifu mbele ya umma, huku wasi, wasijua kwamba wanawaumiza wenzao. Mimi sijawahi sijawahi ku, anaposema kwamba mimi kazi yangu ni kuteuliwa tu, anasahau kwamba Septemba elfu mbili na kumi na nne mimi niligombea ujumbe wa kamati kuu ya chama na nikashinda kwa kishindo. Mimi nimeshagombea ubunge, nimegombea ubunge Kinondoni, nimegombea ubunge Kikwajuni. Sasa unaposema mimi kazi yangu ni mtu wa kuteuliwa teuliwa tu, eti eh, eh, ndio maana sasa sijateuliwa naumia, ni huru, ni muendelezo wa ile ya kiburi. Salum Mwalim, mara kadhaa, Salum Mwalim, mara kadhaa umekuwa ukitaja majina ya watu uh, unamtaja Heche sasa lakini, uh, eh, umesikika pia ukitaja kwa majina kwamba wana kuchukia uh, mm. miongoni mwa mambo mengine ukitaja viongozi watatu wa, wa juu wa Chadema wa sasa eh, waliwahi kuonyesha dhahiri wazi kabisa chuki zao dhidi yako, kwa mfano kukuambia E, sa, sa, hapa kuna mambo mawili Sudi, lazima tuseme kwamba inawezekana kuna moja nimefanyiwa mimi, lakini jengine sijafanywa mimi ikafanyiwa mwingine. Sasa tunapozungumza kama timu e, basi sio lazima mengine yao yamefanywa kwangu mimi moja kwa moja, na pengine mwingine naye pia sio pengine amefanyiwa jengine moja kwa moja, lakini tunapozungumza kwamba kuna chuki, kuna uhasama, kuna uh, kuna, uh, kuna kuna ghiliba, hivyo vitu, hivyo vitu vipo na vinaweza vikaonekana Eh, kwa, kwa, kwa, kwa kwa namna, kwa namna tofauti kabisa na watu wanaambiwa, mimi binafsi, watu wanaambiwa, bwana msimuamini yule. mimi watu wameshafika, mpaka Zanzibar, watu mpaka Zanzibar wameshakwenda wameshaambiwa, hiyo hayapo au kasema basi uyautolee ushahidi kama vile tuko mahakamani ya kwamba ni hili ni hili ni hili, lakini mambo hayo eh, Sudi Sudi, Sudi no, tuzungumzie hilo hilo la kutoaminika na mimi nimesikia mambo kadha wa kadha yakizungumzwa si rasmi sana lakini kuna wabunge hmm. kumi na tisa wa viti maalum wa Chadema wale wanaodaiwa mm. kuingia bungeni kwa mlango wa nyuma nyinyi mnatajwa mm. kuhusika nao kwa njia za namna namna fulani, hii sio sababu mm. pengine kuhusishwa kwenu ndio mwonekano ya mwaminiki ili hili jambo limetokea tangu Novemba mwaka elfu mbili na ishirini, leo tunapozungumza ni Mei elfu mbili na ishirini na tano. Basi liwe ni kutaja tu majina, nimekaa miaka mitano kwenye uongozi, basi nisishughulikiwe, nisiandikwe, nisiandikiwe kujieleza nisielezwe. Kwenye kikao chochote, kwenye vikao hayasemwi, lakini wao wanasema kwenye mitandao. Wewe unaambiwa umefanya nini kwa katika hili, mpaka wabunge wanaendelea kuwepo, unasikia tu kwamba yeye anahusika na sasa. Nahusikaje? hakuna mtu anayesema mm, na kwenye vikao mnakaa, hakuna mtu anayesema chama kina utaratibu wake. Sasa nimekaa muda wote, hakuna, basi, hata mtu asiseme basi kwamba bana, wewe unahusika, hebu tukae tukujadili au wewe unahusika unahusika kwa namna moja namna moja ama nyingine. Sasa pengine ni bahati mbaya e, sisi wengine sio watu wa mitandao, huwezi ukanikuta kwenye mitandao ya X au mitandao ya Instagram, mitandao mitandao, labda pengine wanatumia hiyo kama faida ya kwamba hatuko huko, wengine na waseme wanaoyapenda kuyasema na lakini wengine sisi watu tunanyanyua mikono, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tu na kuendelea kama ambavyo wao amewapa ujasiri na usubutu wa kusema uongo. sisi wengine, Mwenyekiti aliyepita Freeman Alkaeli Mbowe, ambaye ninyi katika harakati za uchaguzi mlikuwa naye karibu, haya yanaoendelea sasa anayafahamu au mko au yuko nyuma yenu? Ah, kwa kweli nisimsemee, nisimsemee, si msemaji wa mwenyekiti wetu wa awamu ya tatu, wala sina kibali chochote cha kuzungumza hisia zake kwao. Nisimpigie nisi, nisipige ramli wala nisimsemee. Sudi nafikiri ni vema swali hilo angeweza kulijibu mwenyewe au kulijibu mtu ambaye atakuwa kuwa amempa kibali cha kumsemea yote kwa yote. Na tukihitimisha mazungumzo haya, mnaelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba, uh, Tanzania. Uh, vyama vya siasa upinzani mnavurugana kwa namna hii, mtaweza kukabiliana na mikiki mikiki ya siasa za uchaguzi na kwamba Watanzania tena wawaamini katika uchaguzi ujao? Mimi naamini hatuvurugani ila kuna kiburi tu cha watu ambao waliamini kwamba sasa wao wanaweza wakaisimamisha nchi hii na kujigeuza kwamba kunu kunu. hakuna vurugu zozote. vyama viko kumi na tisa kimoja kimeamua kujivuruga kimeamua kilichoamua e vimebaki kumi na nane maisha yanaendelea sijaona vurugu zozote na tutakwenda watanzania tutawaeleza eh, kwamba kama kuwapigania ku, kuwa, kuwa na sauti mbadala ya nyie watanzania wanyonge ni dhambi na badala yake wenye thawabu ni wale ambao wanataka Chama cha Mapinduzi kipite bila ya kupingwa, basi watuhukumu kwa hilo. Manake bila bila bila ya kuwa na upinzani, manake unakiacha una Chama cha Mapinduzi kipite bila kupingwa, bunge lote liwe liwe, liwe liwe halali kabisa la Chama cha Mapinduzi, halmashauri zote nchini ziwe halali za Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kufanya kosa hilo, kwa sababu tuliyaona yaliyotokea mwaka elfu mbili na kumi na tano Zanzibar pale ambapo chama kikuu kiliposusia uchaguzi na badala yake baraza la wawakilishi likawa la chama kimoja, wakaenda wakatunga sheria mbovu, sheria ambazo zinatutesa mpaka leo za kiuchaguzi, ikiwemo ya kupiga kura siku mbili kule Zanzibar. Sasa eh, kama uki, ukiona mwenzako ananyolewa wewe tia maji. Hao walioje wana kiburi kwamba vichwa vyao wanadhani vinaweza vikanyolewa bila ya kutia maji, sisi tunasema lazima tutie maji. Kwa hiyo sidhani kama kuna vurumai kwenye, kwenye, kwenye upinzani, na badala yake nadhani tunazidi tunazidi kuimarika, na tutazidi kuimarika na tutawapigania Watanzania Jasho na damu na nguvu zetu zote na talanta zote Mwenyezi Mungu na, Mungu. Na tutakuwa mbali, kisa, mbali siasa za uh, chama chama mba ndani sa za chama Chadema unazizungumziaje? Eh, nadhani sasa tunaingia kwenye joto la kiuchaguzi, kwa sababu uchaguzi unazungumzwa mara tu baada ya uchaguzi mmoja kumalizika. Kwa uchaguzi wa 2025 tulianza kuzungumza tangu Novemba mwaka 2020 lakini sasa ndo tunaingia kwenye kipindi haswa cha, cha, cha, cha, cha uchaguzi. E, sasa e, kama kuna maovu yamepangwa, yataonekana na tutayasema na tutayakemea na tutayashtaki kwa wananchi, na kama yako mema yaliyopangwa, basi tutayaona, lakini mwisho wa siku tunaamini kabisa kwamba e, kila anayehusika na uchaguzi huu atasimamia haki. Kokote anayetutazama wakati huu katika kanda ya Maziwa Makuu na kwingineko ulimwengu. Huyu ni aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, CHADEMA, uh, Salum Mwalim na kushukuru kwa kushiriki mahojiano haya, na pengine tutakutafuta wakati mwingine pale ambapo litatokezea jambo. Asante sana, Sudi Mnette, niwatakia kila laheri.